Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah, tunazidi kufaidika na Aisha Zmin ndani ya studio zetu. Mpenzi mtazamaji, pemtazamaji, naamini unazidi kufaidika, kuelimika na kujua mengi kuhusiana na afya ya akili, hasa upande wa Uislamu. Uislamu unasemaje, ama jinsi gani unaweza unaweza tumia Uislamu wako katika kuhakikisha kwamba unaweka afya yako ya akili iwe salama, kwa sababu ni mingi ambayo tunapitia katika daily life inazimasha tumeambua subra subra subra, hmm, lakini jinsi gani sisi kama waja wa Allah tunatumia hii dini tunatumia Qur'an katika kujitibu sisi wenyewe, kwa sababu ni mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea, na naamini Shazmina ameweza kutoa masuala mengi na kuelezea pia vitu ambavyo kabisa, unajua, katika katika dini vipo na katika wale ambao pia daktari ambao labda wasio kwa Waislamu wanavitumia, na cha kushangaza ni kwamba vingi vinapatikana katika dini ya Uislamu. Na inshallah shukrani kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. karibu tena Shaz Naam, tukiendelea uh, na swala letu, ulikuwa unazidi kuelezea zaidi, tulikuwa tunafikia kitengo cha haji insha no. no. uh, katika kitengo cha haji pilgrimage, unapata haji, unaenda katika mji wa Makkah no. uh, then unaenda mm. Madina mm. And at that time, unaambiwa there is that peace, because umeacha kila kitu behind you've left everything behind na nia yako umeiweka katika kule ku, kupata ile peace. So kisha, ukija katika upande wa psychology unapata unaambiwa, sana sana, Can you please take offs? Can you please take time for yourself ufikirie hizi shida, achana na kila kitu, enda pahali na upate kufikiria kuhusu kitu fulani. So when uh, umeset intention kufanya kitu fulani katika dini na unaona kuwa you can actually isolate, unaweza mm. ku isolate ile intention moja, uache kila kitu ya dunia behind mm. Then why can't we do that for our mental health as mm. well mm. na unaona, inawezekana ni principles za Uislamu nyingi zinatumiwa katika healing mm. but, sana sana unapata we are isolating it, tunazidifferentiate kwa sababu gani? Kwa sababu ya lugha tu mm. kama tukiangalia ghusl katika Islam huslo ni ile kuoga na, na, na, usafi, usafi. Mm. Tahara. Mm, tahara na ukiangalia katika saikolojia tuko na mindful showering mm -hmm. Where you don't only just go upake sabuni Mm. Jimwagie maji utoke, no. Mm. Katika mindful showering, ukiangalia steps zake very careful. It's just how ghusl has been termed in Islam. Mm. First intention. Mm. Hapa pia anakuambia set intention that itakuondolia uchovu. Second steps, hapa unaambiwa like you can start with udhu, start with your right, right left huku pia unaambiwa una take note of every sensation on your body unapojiosha, ukimove from this place to this place, uweke ile ukuwe in a meditative mode such that unahisi chenye unafanya, you feel your body. Then unaambiwa hiyo step by step nini, alafu unaambiwa pia unatoa mawazo ya kila kitu unaacha. So katika Uislamu unaambiwa husle inakutahirisha. Udhu inakutahirisha not only ile physical, but pia unaambia like ukifanya udhu una make nia gani: kama nimeongea kitu ambayo haifai kuongea mm. Allah anisafishie mm. kama nimesikia kitu ambacho mm. sijafaa kusikia mm. Allah anisafishie wajha kama nimeshika mm. kama nimeshika kama mm. nimeenda pahali mm. so ile nia unayojiwekea to wash off those sins of the parts of your body mm. then huku tunaambiwa When uki nini ukioga na una take zile steps unafikiria ni kama the tension is physically in your body and that soap and water is washing it off. So it's just like wamechukua hii act na kuipatia jina mm -hmm. ingine mm -hmm. So these things are there in Islam ukiangalia uki Ukifanya uki comparison. Com, eh, uki mm. comparison you'll find out that we are actually doing them. The only thing that is missing there ni nia. Sisi tunafanya kwa kwa it is obliged to us kwa kwa maybe it is routine yeah, it is habit ina lose ile meaning. True. But then when you put intention kwa this is both for my din and also my mental health ina kuhelp kwa both. Mashallah, yeah. Mashallah ni kitu kizuri sana, kwa sababu umeielezea ukaipa maelezo yenye inafaa, maelezo yenye ipo pahala pake. maanisha mingi ambayo tunayafanya hata ukikuta labda wanasayansi wakisema kwamba labda ile rukuu tu ile kama naenda rukuu hujafika hata sujudi, ile rukuu pia ina faida yake, na ndio ukiangalia pia upande wa upande wa labda watu wakenda gym ama upande wa nini wakati mtu anapata, anafanya zile routine zake za ku practice labda ima anataka kupunguza mwili mahali utakuta nini, kuna hiyo pia the tendency of ile ruku inakuwa iko pale. Same same goes to sujud. Sujud inasaidia sana. Ndio maana tutakuta watu wanasema kwamba uh, ni vizuri sana wakati uko katika ile raka ya mwisho, take longer, usiinuke haraka sababu ni kama pia kuna ile kitu ambayo labda ilikuwa iko heavy katika moyo wako inakuwa lifted. Eh, inakuwa na ile, unakuwa na ile inatoka katika moyo wako kwa sababu uko wapi, unaongea na Mwenyezi Mungu. Na vile umesema like it's like a routine. I think vile tumeweka kitu ndio inapoteza meaning. Inapoteza meaning. A lot of us tunaswali sababu tunaswali. A lot of us tunafata, tunafanya vitu vya vya dini sababu tu tumeamrishwa tufanye, lakini hatufanyi kuangalia kwamba vina faida pia katika maisha yetu. Ndio kwamba umeongelea, uh, swala it's like pia iko na faida katika maisha yetu naam. Ni sisi vile, sasa wewe perspective yako, the intention yako wewe ya kuswali ndio unamwabudu Mwenyezi Mungu, at the same time una, kuna vitu ambavyo unataka viepuke vitoke katika mwili wako And talking about wudhu, I think that it's a, it's a good remedy. Kwa sababu wengi wanasema tukiwa unapokuwa na hasira, yeah. unapokuwa labda unahisi uko na jazba, uko na hasira, tawadha kata kama hautaswali raka mbili, kaa kwa ule mswala. No. Yani, unapoongea talk to Allah. Nadhani wakati napitia katika TikTok, uh, like, kama wewe una feel una hasira na Mwenyezi Mungu. uh -huh. Ongea. uh -huh. Ka chini ongea na Mwenyezi Mungu. Like, just you're talking ongee yako yote. No. At least feel that is. Najua ile jibu hutapata mtu akureciprocate, lakini inakuwa na urahisi, unakuwa rahisi sana, no. lakini introvert, inakuwa kitambo amwamini mtu ajue huu naweza mtrust kwamba nikaongea na huyu mtu inakuwa na ule uzito. Utakuta most of them they sit kwa swala they, they talk. So, uh, that's a, that's a good thing ambao umeweza kutaja, she's mean another thing. Ebu tuangalie ni um, ni jinsi gani tumeambwa kila siku tufanye subra no. Kila siku unakuta mtu anakuambia mpoto na mtihani, mtihani ndio ni mkubwa, lakini mtu anakuambia kuwa na subra, without knowing ile subra inasemekana, subra ni reward itself, but subra ni ngumu Jamila, Temuja. Kama sijakosea tuwe na subrani kwa uzuri ndio eh? Sasa huu uzuri tunaotafuta unafaa kuwa uzuri gani? Tunaambiwa, patience is not the waiting, it is what you do while you're waiting. Subra si ule, si kule kungoja. Unafanya nini unapongoja? Maanake anaweza kungoja mm. but in the meantime I'm hurting somebody In the meantime, najiumiza mm. -hmm. Mimi mwenyewe. So mi naweza jiumiza vipi mwenyewe nikiwa katika hiyo state ya kungoja? no. I might be waiting for something na mi nasema niko na subra no, lakini kuanzia asubuhi mpaka mm -hmm. jioni niko katika ile state ya wasiwasi mm -hmm. ya, kujiuli, ya ku, kujiuliza maswali ya, ku, ya kuniumiza no. Itakuwaje sasa Ntana? mm -hmm. Ita, mm. nitaweza nitafaulu, itakuwaje? ni unajiumiza kwanzia kwanza ile time unaanza kufikiria katika hiyo subra, mpaka time hiyo kitu mm. itafungukiwa, unakuwa umejiumiza sana no thing mm. unapata, really when unangojea kitu na you are uh, hapo unafaa kuwa mwingi wa dhikr, ndio unafaa kuwa mwingi wa dhikr. So what dhikr does, it slows you down. It slows down your system. Unaweza kufikiria kwa utaratibu, lakini pia katika dhikr, na nimesema, kuna kuna time nilikuwa na talk mm. kwa show na nilisema mm. na nitasema tena acha kwa dhikr tuna rush na nafikiri, na umeona pia kwenye TikTok yeah. Watu wanasema nini unakaa <grobano> <gafa> na, na, na, na, na, na mimi moja lakini uh -huh. <goda> Nah, kabla niendelea, kuna mali nilikuwa nimesema Quran, ile aya inasema ni fasber sobran jamila, na ni kama unapokuwa na subra ukue na subra kwa uzuri uh -huh. Vile umeweza uh, kuongelea kuhusiana na adhkar ndio ya kuna watu bwana wako na mbio na hii adhkar uh, maana kuna mmoja alisema I don't remember kitabu ulikuwa na it, it seemed funny but it's reality yes. waislamu, ya yes. tunafanya ya kwamba it's subhanallah subhanallah subhanallah So, what is that? Hey, what are you saying? Eh, hey, unajua unapojiharakisha pale pia akili yako mm. inakuwa katika ile harakati ya mbio mbio mbio mbio, hai slow down your body, hai slow down your spirit, hai slow down but ukija ukisema subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar yani la haula wala quwwata illa billah, but when you are rushing it wewe mwenyewe hata usikii unasema nini, lakini ukija ukisikia unasema nini you realize that you've realized. That you have to slow down. Maybe imefika point, you just have to leave it to Allah. Mm. So ina ku help ku calm down. But kama uko katika ile st state ya subra lakini haujatulia you're harming your body. As I said before, your body ina keep record. Your body keeps record of mm. stress, ina mm. keep record ya trauma, mm. ina keep record ya uchovu, mm. ina keep record, unaweza kuona mm. oh, like, sawa nimelala nimeamka mbona bado naumwa mm. Umejieka katika ile state ya wasiwasi, mpaka viungo zina store ile stress, ina store ile worry, na ndio maana tuko na what we call the somatic therapy. Somatic therapy ni physical therapy ya mwili mm-hmm. inaweza kuwa in form of massage, inaweza kuwa in form of exercises kuondoa zile tuna, zile knots kwa wakandaji wanajua kuna points of the body utapata. Yeah, mtu anakwambia hapa. Yeah, yeah. Kumeshikana. Yeah. One of the things ambayo inafanya some point of the body inauma sana ni ku kujiweka katika ile hali ya wasiwasi from time to time to time, so katika subra we need to slow down. mm. Ndio, mashaallah mashaallah. And uh, tukiangalia what are the remedies ambazo Besides swala and so on, I think tumeongelia kuhusiana na adhkar. Are there other remedies ambazo zitatufanya sisi Waislamu kuzishikilia ili tuhakikisha kwamba tunakuwa tunaweka afya zetu za akili kuwa na ule uimara. No. One big remedy that is not talked about is kupunguza kukomplain, kupunguza kukomplain. Sometimes, yes, kuna vitu ambazo atu kubaliani nayo uta complain. But there is a, there is a difference between ranting and complaining. mm -hmm. Ranting is mimi nikuja kwa kwako ni kuambia kuna kitu imenifanyikia hivi hivi hivi hivi hivi, siko sawa nayo, I'm really not okay with it nini. mm -hmm. that's okay. mm -hmm. Complaining is, mniletea maji kwa glass niniangalia Sa ni aina gani? it's like you're judging. Ni aina gani? mbona hivi? mbona hivi? sa sa, mbona umeweka kala gray yani. you get somewhere and you judging and complaining about everything. Na katika sura Bakara unaambiwa uh, kuna ile time ya prophet Musa alaihisalam mm -hmm. Uh, nabi Musa alikuwa wale wafuasi wake, kuna time there was one type of risk, one type of food. And every day they were like, mbona kila siku hii, mbona kila siku hii, mpaka ikaja ikaondolewa. And I think that aya ilikuwa inataja like, walikuwa wanataja mbona tusipate kitu flani na kitu flani na kitu flani na kitu flani mpaka ikaja ikaondolewa, ndo wakaona kumbe ile ilikuwa na baraka yake. So sometimes tunafukuza ile barka in our lives because of constantly being in on the negative, negative, negative. Mm -hmm. What does it do? There is this red car theory. Theory ya gari nyekundu, nikikwambia sahizi umeona gari nyekundu ngapi ukiwa unakuja una kazini? mm -hmm. Utaniambia sikushughulika. mm -hmm. Nikikwambia shughulika, mm -hmm. time unarudi, mm -hmm. utajipata unaziona, mm -hmm. moja baada ya nyingine moja, mm. baada ya nyingine, and that's the same thing. Tukikuja kwa negative thoughts na positive thoughts, ukifocus sana kwa the negative ya mtu, kwa the negative ya sehemu, kwa the negative ya kitu fulani, you'll never see the positive, you'll never see the positive. you'll, you'll, always been seeing, you'll always see those negative, ile ambayo hata mm, yani hukutarajia uta point out try to see the beauty in things sometimes it's very hard sometimes it's difficult especially when uh, uko katika ile uko katika ile state ya yaani imefika mwisho you feel like no this it's very hard Di. na ndio maana mazoea inasaidia hapo kama katika dini tunasema it will be easy for somebody kutamka shahada iwapo shahada ameizoea mm -hmm, katika life yake mm -hmm, then katika deathbed mm -hmm, pia itatoka mm -hmm. kalima itatoka, no. So the same thing happens in mental health. If you, if you're somebody who looks at the good things in normal days haujafika uh, ile point ati uko stressed. Normal days, that is your routine, unaangalia things that you're grateful for the time ambao utakuwa uko at your lowest itakuwa very easy for you to remind yourself because umezoesha mwili yako, umezoesha akili yako mm-hmm, umezoesha nafsi yako mm-hmm. So ukiwa okay na ile mazoea. Alafu pia tuko na journaling kwa wale ambao wanapenda kuandika. Journaling really helps, ni kama tu kuongea na mtu lakini, sasa in this case, haongee na mtu unaziandika chini like. na journaling ziko aina nyingi kama nilivyosema, hiyo gratitude journaling, tuko na pia Quran journaling. Quran journaling is whereby unachukua aya unaitafakari, unaandika like what you've understood from it, una search kweli, maana yake ni hivyo, then una integrate in your life. Mashallah, so journaling pia ina saidia, na katika Harakati ya kufanya Quran journaling. mm -hmm. Kuna aya moja maybe ningependa ku share. no. It's not a specific aya, it's actually a page from Sura Bakara. mm -hmm. Na kuna watu wengi maybe umekosewa, and uh, maybe this is one of the takeaways, na inaweza mm -hmm. kupatiana mm -hmm. unaweza kukosewa na mtu alafu ukuwe katika ile hali ya uchungu, ina affect mental health yako yes but unafika katika hali ya uchungu mpaka sisi kama binadamu tunasema mbona amenifanyia hivi? na tumeambiwa katika dini, mtu akifanyia mabaya mm, itamrudia mm. what goes around comes around, mm -hmm. na mbona yeye anaishi katika hali ya happiness na mimi amenikosea, ameniudhi, kwani kwani Allah haoni hii? mm. Is he not seeing mm. ama ni vipi, mpaka inafika ile point ya kukufuru mm. and uh, when I was going through that, ilikuwa inaongea kuhusu the oppressors, those who chase people away from their houses, those who harm people, wa kutoa damu. Kutoa damu ni aina nyingi, unaweza mpiga mtu mtoe yeah. damu mm. yani all those form of abuses mm. alafu chini inasema, na saa zingine unaweza kuwa unaona like mbona Why are they still living a nice life mm -hmm. then china nasema nini it's because maybe mm -hmm. ile uzito ya waliochokufanyia ni nzito sana mpaka yani punishment yao imewekwa katika siku ya akhera mm -hmm. because, unaambiwa, like, whatever hardship you face in the life it's like unapunguziwa it's like a test of life na pia the more you go about it unaongezea baraka the more you, you go about it ni kama you are paying for the sins that you have done in a way in a way but ukiona mtu like things are just smooth then maybe the punishment is so heavy that it cannot be administered and it gave me some kind of peace knowing that inakuondolea ile pati ya forgiveness because when your heart maybe you faced something due to somebody, it's really hard kuforgive by the way. Forgiveness is iko katika hii list pia, lakini forgiveness ni ngumu sana. So when you doing the Quran journaling unaweza patana na hizi ayas zenye zinaweza kukupatia like zinakupatia moyo mm. like I'm not uh, being ignored. Everything has been planned. Everything has been n imewekwa kwa mpangilio. yeah. Its just me ni realize, kumbe ni hivi mashallah. yeah. Mashallah, shukran sana Shazma. Insha allah, kabla tumalize, tuki kwa ufupi tu yani, tukielekea kumaliza kwa ufupi tu tuelezee ni jinsi gani kama communities zinafaa kuja pamoja ili kuhakikisha kwamba tunashirikiana kama jamii, tunakuja pamoja kuhakikisha ama kujua ya kwamba kuna kijana anapitia kitu fulani, jinsi gani tunaweza kuhakikisha afya yake akili inakuwa sawa. Mm. Na step ya kwanza ni kuelimishana mm. Sometimes kweli tunaona mtu anapitia mambo ndi, lakini hatujaelimishana to the extent ya kuondoa zile myths katika community. For a long time, mental health imekuwa ni myth katika many communities mm, hiyo ah, hiyo mambo it doesn't happen in our community mm. Acheni ku hata mtu akitamka ile tu can we talk about mental health? Unatuita mwanda wazimu. <laughs> yeah. Unatuita wandawazimu sisi, tumiruka na akili so, mm -hmm. Uh, being able to create awareness about it kuwa mental health is normal, mental health has been there before, is there and will always be there because sisi ni binadamu tuko na hisia mm -hmm. Pia unaweza kuwakumbusha kuwa mental health is mentioned in the Quran in a um, form of like uh, hofia tunaita anxiety, mm -hmm. phobias, mm -hmm. katika point ya sadness, ikiwa ile sad na sura Duha iliweza kuwa mm -hmm. revealed na. because of that na. so creating that awareness, alafu pia tuweze ku install more and more Islamic based zenye zinaongelea kuhusu mental health. Mashallah, mashallah. Yeah. Shukran sana sha, najua ni mada ndefu sana ambayo inahitaji maongezi zaidi na iko na, na tija zaidi, lakini kwa leo chatuishia hapa. Nashukuru sana kwa kuwa nasi na inshallah Allah akupe uzima, akupe kheri. Umetufunza mambo mengi, binafsi nimejua mengi, na inshallah naamini Allah akupe ilmu zaidi, ili uweze kutuelimisha na sisi zaidi Amen. shukran sana kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Isha Azmin ndani ya studio zetu za Mahdi TV, umefaidika naye, umeweza kujua umuhimu wa afya yako ya akili, umeweza kujua ni jinsi gani dini itakusaidia wewe katika kuhakikisha afya yako ya akili inakuwa vizuri. Na inshallah naamini Allah ataweza kukuwezesha, atatuwezesha sote. Mtihani ni ya kila siku, hivyo basi tusife moyo, tumombe Mwenyezi Mungu atupe ile subra na tujue kwamba ni jinsi gani ndani ya hiyo subra tunafanya nini ili tuhakikisha kwamba tunaweza kusuluhisha yanayotujiri. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo, sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah